Katika kipindi hichi cha awamu ya sita tumejenga kilomita 94.9 karibu 95. Jumla ya shilingi trilioni 2 na bilioni mia moja zimetumika. Tunapokwenda mbele, ujenzi wa awamu zote za mradi tunakwenda kuzisimamia na kuzimaliza. BRT Dar es Salaam, tunakwenda kumaliza mabarabara yote <clears throat> na tutasimamia maamuzi yetu ya kushirikisha zaidi private sector. Takapomaliza mabarabara yote ni fursa muhimu kwa sekta binafsi kupata kazi ya kubeba abiria na kurudisha. Tayari tumeshapata watoa wa huduma kwenye awamu ya kwanza, kampuni ya ENG yenye mabasi mia moja sabini na saba na nadhani mmeanza kuona mabasi yakiingia kwenye njia zilizokamilika. Awamu ya pili kampuni ya Mofat yenye mabasi mia mbili hamsini na tano na mabasi ya Mofat tayari yameingia njiani. Kampuni ya YG Link yenye mabasi mia moja sitini na sita nayo itakuja kuingia njia nyingine zikimalizika, na kampuni ya Metro Link City yenye mabasi mia tatu thelathini na nne nayo itaingia njiani kutoa huduma. Ahadi yetu kwenu ni kwa kuanzia Januari mwakani 2026, wakazi wa Dar es Salaam mtaona mageuzi makubwa sana kwenye utoaji wa huduma ya miundombinu ya BRT au barabara za mwendokasi.